Uh, waheshimiwa watukufu wa Islam, kwanza idi mubarak. Leo uh, mchana wa siku ya idi, leo ni siku tukufu ya idi alfitri kwa waislamu wa dunia nzima, uh, kwa sababu kwa wale ambao tumeswaumu nao pamoja na kufuata mwezi wa kimataifa kama inavyofuata Kongo, basi leo mchana wake ilikuwa ni idi. Ama kwa wale ambao wamekamilisha siku thelathini basi, wao hapa tuko usiku wa idi na kesho mchana wake itakuwa ni idi. Basi idukum Mubarak. Mimi kawaida yangu sina mazoea ya kuraddi mashuyuhi rudud, mimi si miongoni wale wanaotaka kuradi kila kitu, wanaotaka mimi si miongoni. Na pia sina mazoea ya kutaka kumjibu kila anayeleta vihoja kejeli, sina muda huo, ila hili nimependelea kulizungumzia kwa sababu kidogo mimi linanisikitikisha, na sikitiko langu ni pale ambako naona mwanachuoni si maamuma wala si, si mbumbumbu yoyote mtaani anaongea, bali mwanachuoni anaongelea jambo ambalo si la mwanachuoni kuongea. Ha, hapa ndo nasema bora kidogo nidokeze neno. Ah, mjini kwetu hapa Goma kuna baadhi ya maneno yanayozungumziwa leo mchana wa Idi, maneno ambayo mi kweli yananishangaza kule kuona wanawachuoni wakaa si mmoja si wawili, wakaa katika mitandao ya kijamii kuleta shutma ama kumkritikee mwanachuoni mwenzao au mwanafunzi wao au mwalimu wao au shekhe wao au zamali wao. Subhanallah, hii ailete fikra ayete sura nzuri. Aa, leo katika mji wa Goma tumeswali Idi na Idi tulipoiswali katika uwanja wa Umoja ama Stade de l'Unité, watu kama elfu ishirini na kitu. Katika uwanja wa Idi ikawa imamu aliyeswalisha ambaye ni mimi nimewekwa mahala pa juu ili kuswalisha katika jukwaa fulani. Hili limeleta tatizo, limeleta tatizo kwamba mimbar ni mahala pakuhutubia wala si mahala pakuswalishia. Mpaka baadhi ya mashekhe wamekwenda kuonesha hiyo swala haifai, kwa sababu <laughs> aliswalisha kaswalisha akiwa juu kidogo, alikuwa ni makam, kwenye makame murtafaa na maamuma zake walikuwa chini, kwa hiyo hiyo swala hakuna. Subhanallah jameni, hata mtumi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam amewahi kuswalisha akiwa kwenye mimbari yake. Kwanza, jambo la kwanza, mimi nimeswalisha nikiwa katika jukwaa, tuiite utakavo, katika lugha ya Kiarabu ni mimbar, nikiwa katika mimbar iliyostawi pana kama meta tano Mimbari ya Bwana Mtumi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam, ilikuwa ni daraja zenye kupanda tatu tena nyembamba. Mtumi kaswalisha umma wake akiwa kwenye mimbari yake mpaka imeleta tatizo. Mtumi hawezi kusujudu kwa sababu akiwa kwenye daraja ya juu hatapata na, hata nafasi pa kuweka kichwa, kwani daraja ya chini iko chini. Basi mtumi alikuwa ikifikia mahala pa kusujudu yuwateremka chini anakwenda kusujudu. Baada ya kusujudu tena anarudi anapanda juu, anaendelesha rakaa zake. Na hili mi naamini hawa mashehe waliozungumza kuhusu mimi kuhutubu nikiwa juu wanalifahamu, lakini tuna yale maradhi ya nani kafanya, kwa nini sikufanya mimi. Hayo ndo maradhi tulionayo hapa Goma na hili jambo baya. Mimi ninafurahi kuona kwamba jopo la wale waliozungumza jambo hili kulibatilisha, jambo hili au kubatilisha swala yetu ya Eid hapa mji Goma, wengi wao ni hawa ndugu zetu ansarusunna au masalafiyuna, masalafi wengi wao ni masalafi. Sitaki kutajana majina, mpaka mmoja wao yeye hakuvumilia kuzungumza katika mitandao yao hiyo ya kijamii ya kipweke, yeye basi akapendelea kunipigia mimi mwenyewe kuniomba dalili. Msiwe mnatufanyia vitu bila dalili, nipe dalili kuswali mtu imamu kuswalisha akiwa juu maamuma wake chini. Nikampa hadithi ya Bwana mtumi katika Sahihu Muslim, hadithi ya Sahl bin Saad. Shekhe akaikubali na akakiri kwamba alikuwa haifahamu, akawatumia wenzake. Wenzake bado wakaendelea kukanusha. Basi hapa anapendelea kukupeni fatwa kutoka kwa Shekh Salafi, mufti wa jamhuri, mufti wa mamlaka ya Suudia aliyepita, Ashaikh al Ibnu Baz. Anaonaje jambo hili ikiwa imam atakuwa katika mahala palipoinukia na maamuma wake wako chini kwenye swala moja. Chukua Majmuu Fatawa wa Maqalati Shaikhu Ibnu Baz, juzu ya kumi na mbili ukurasa wa tisini na tano. Suila Shaikhu Ibnu Baz, hal yajuzu an yakuna al-imam, je, inajuzu kwamba imam awe fi salati ala min almamumin awe juu kwenye swala kuliko maamuma. Fa ajaba, akajibu: la harajun fi dhalik, hakuna ubaya kwa jambo hilo, kwamba imamu awe juu, mamuma wake uko chini. Hakuna ubaya idha kana lulu yasiran, ikiwa ule urefu ule kule kule, ujuu ambao imamu yuko ndani, ikiwa si ujuu wa juu sana, ujuu mdogo tu hmm, hakuna ubaya imamu kuwa juu, mamuma wake kuwa chini.

Kwa sababu hata mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama naye pia aliwahi kuswali akiwa juu kwenye mimbari yake na maamuma wake wako chini, na alikuwa mtumi, ndo hadithi nilotanguliza, mtumi yuwateremka kusujudu, alafu anarudi tena kwenye mimbari kuendelesha swala. Na alipomaliza kuswali, akatoa salamu, akawaambia, nimefanya hivi ili mpate kujifahamisha namna ninavyoswali. Hadithi imepokewa na alimamu Lbukhari al kutoka kwa Sahl uh, ibn Sad, na pia kwa sahih Muslim kutoka kwa Sahl huyo huyo. Uh, ibn huyo huyohuyo ibni Bazi asema wahakadha, na kwa namna hii yajuzu mutlaka, inatosha, inajuzu, inajuzu kwamba imam anaweza akaswalisha akawa yeye ni mahala palipoinukia na mamuma wake wako chini Idha kana maahu badu lmamumin, ikiwa mamu ikiwa mwenye kuswalisha ule imamu yuko na maamuma, basi inawezekana inajuzu kuwa akiwa yeye juu, maamuma wake wako chini. Lianna lhaja kad tadau lidhalika kathiran, anasema kwa sababu kwa mara nyingi sana haja ya jambo hili kutokea kwamba imamu awe juu limeshaonekana, maanake kuna mahala mengi sana kumetokea dharura fulani, kumetokea haja fulani, iliyowapeleka watu wapange kwamba imamu atakuwa katika mwinuko kidogo na wamua, maamuma wake wawe chini, lakini imamu anawaongoza kwenye swala. Huyu ni shaikhu Ibn Baz katika majumua ya, ya fatawa zake, chukua mjalada wa 12 ukurasa wa 95. Sasa jameni, ma lakum kaifa tahkumun Mbona mko hivi? Mbona mnapenda kuhukumu? Ama kitu kikafanywa na wengine tu lazima mkipigii kelele, mkafanya ninyi ndo sunna. Sasa huyu Ibn Baz, shekhe lenu, shekhe wa madhhabi yenu, shekhe mnaye mkubali taa kwenu, asema yajuzu. Ama kule mimi tu kuwaleta waislam kufanya kwamba niswalishe nikiwa mahala palipoinukia, kwanza fahamuni, swala hii imeandaliwa na viongozi wote wawili wa Uislamu hapa mjini, na mwafahamu kwamba mmoja katika viongozi wenyewe, mmoja madhehebu yenu ya Salafia, na imepangwa kwamba atakayeswalisha atasimama pale aliposimama, na viongozi wetu wenyewe wote wawili walioafikiana kwa hilo, kama wanawachuoni, kwa sababu waliona hakuna haraji katika hilo, tuna nini basi ikiwa limefanywa hili kwa kuto kujua, basi fahamuni kwamba imamu anaweza akaswalisha akiwa mahala palipoinukia. Lakini ikiwa limefanywa hili ama hizi kritike zote ambazo zimetolewa, mpaka kuambia watu swala haisimame hii swala imebatilika, ikiwa imefanywa kwa husda tu, jamani, hii ghira mpaka lini?